Ulekee kaunti nambari 23 ambapo shule ya msingi ya Korinyang huko eneo la Katilu yenye zaidi ya wanafunzi elfu mbili huenda ikakosa kufunguliwa wiki ijayo, baada ya mvua kung'oa mapaa yote na ya madarasa na kuharibu kuta za shule hiyo. Mwandishi wetu Chabwiti Emmanuel anatuarifu zaidi. Hii ndiyo hali halisi katika Shule ya Msingi ya Korinyang iliyoko katika wadi ya Katilu, eneo bunge la Turkana South. Mvua kubwa iliyokuwa imeandamana na upepo mkali imesababisha hasara, hali ambayo imesambaratisha mipangilio ya ufunguzi wa shule hii wiki ijayo kwa muhula wa pili. Mvua kubwa ambayo imekuwa ikinyesha Turkana iliangusha miti mikubwa iliyokuwa ikitumika na wanafunzi kwa kivuli, ingine iking'olewa kabisa. Ona ile kitu ambayo ilifanyika kwa chule ya Korinyang. Tunaomba MP yetu apike hapa watu ya porost, tunaomba wapike hapa kwa sababu hata mamiti ambaye ilikuwa tulikuwa tunatarajia labda mamiti ndio itabaki watoto wakalie wakae chini tu wakisoma, hiyo yote imeisha. Mvua hii ya upepo ambayo ilikuwa imeandamana na radi ilirusha paa na hata kutikisa kuta za madarasa. Hili hapa ni darasa la nane, kuta zake zimevunjika. Makao ya walimu pia hayakusazwa, mvua hiyo ikiharibu nyumba zao. Madarasa mengi hapa yamebomolewa ukuta na hayafai tena kwa wanafunzi kukaa ndani. Kwa hivyo haya madarasa hata wakisema watafanya renovation itakuwa ni kazi bure. Wakazi wa vijiji vya Lopur, Kambi Baraka, Namibia na Ngarabat pia wanakadiria hasara huku nguvu za umeme zikikatizwa. Wagonjwa hospitalini pia wakipata tabu. Hospitali yetu iko katika hatari. Uh, ile services zenye inahitaji stima kama maabara. Hakuna hizo shughuli hazifanyike hata kama tutahitaji operesheni kwa sababu tuko na nat, hakuna kitu kitatendeka. Kwa hiyo, kadri siku za kufungua shule kwa muhula wa pili inavyojongea ndivyo kamati ya shule inavyoendelea kujikuna kichwa ikitafuta mbinu za kuwasaidia wanafunzi wao. Hivyo ninaomba washikadau wote ambao wanahisia wana roho ya kusaidia Korinyang waje kwa haraka to bring it Jota taswira kamili katika shule hii ya msingi ya Korinyang iliyoko eneo bunge la Turkana Kusini katika kijiji cha Katilu, ambayo imeweza kubomolewa na upepo mkali, na wito umetolewa kwa washika dau mbalimbali waweze kujitokeza na kujenga shule hii upya, kwani ifikapo muhula ujao huenda wanafunzi wakakosa pa kusomea. Cheboit Emmanuel Runinga ya Yes, Citizen ikiwa katika shule ya msingi ya Korinyang iliyoko Katilu, eneo bunge la Turkana Kusini.